Elimu, malezi, maadili, afya pamoja na mazingira. Kwa hiyo ninawaomba wazazi wenzangu, naona kuna watoto wako hapa. Watoto kwenda shule ni haki yao, si ndio eh? Kwa hiyo ninawaomba wazazi wenzangu, naamini hapa tulio wote ni wazazi, na kama ambao bado ni wazazi, basi ni wazazi wajao, watarajiwa, tunawatarajiwa kina mama na kina baba. Kwa hiyo ninawasihi wazazi wenzangu tuhakikishe watoto wadogo taifa letu la kesho waweze kwenda shule. Muda <coughs> wao ukifika wapelekwe shule waende wakasome. Okay, wazazi, mama, hasa kina baba tunaingiwa na tamaa akiingia na tamaa, tunaanza kupokea mahari. Mtoto yuko darasa la sita shida, chabula. Akifika darasa la saba amefaulu mtihani, baba ameshachukua ng'ombe, anasema mtoto aende shule, mtoto anaolewa. Na kwa mila zetu zilivyo, tunasema kwamba kina mama hatuna nguvu ya kusema, maamuzi ni ya kina baba. Tumepoteza uwezo wa mtoto wa kike na safari yake ya maisha. CCM oe! Wazazi oe! Una, kwa mama bila baba hawezi kumpata mtoto. Kwa hiyo ha, lazima awepo kwanza baba, hapo ndo mama aani na babani. E! ni waombe wa mama wenzangu, pamoja na shughuli zote tunazozifanya, tunza familia yako, lea familia yako kwa ajili ya kuepusha ukatili wa kijinsia. Watoto wanabakwa, watoto wanalawitiwa sisi em oye, wanalawitiwa na kubakwa, pamoja na wazazi wao. Baba anakwenda kwa mganga wa kienyeji kwa imani za kishirikina apate utajiri, anaambiwa mbake mtoto wake wa miaka miwili, mwaka mmoja, miaka mitano. Yule mtoto ni mdogo, utajiri utaupeleka wapi? Fanya kazi upate utajiri. Sisi em oye, lakini ni wasihi kupitia yeah. maadhimisho yeah. haya yeah, waacheni watoto waende shule. Uba wenzangu, tuna tunazo ng'ombe nyingi na tunalima sana lakini miongo Kiatu cha Mama Samia kitokea Ngoywa kwenye jamii ya wafugaji wanawake, oye! Ndugu zangu wana Ngoywa, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, tunaye diwani wa kata, tunaye mbunge wa jimbo samani dok... na... kaka yangu Joseph George Kakunda nitaka kumwita dokta sio vibaya sana ccmoyi lakini, tunaye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan Mwanamke wa nguvu, mwanamke shupavu, ametuheshimisha wanawake wote, sio wa Tanzania tu, duniani kote. Watu wanakuja kujifunza kwa Dkta Samia, watu wanakuja kumwomba Dkta Samia aende kwao akawashauri. Nini alichokifanya kwa kipindi kifupi mpaka taifa letu limesonga mbele kwa kiwango cha asilimia mia moja? CCM oye! Kwa hiyo ni niwaombe sana diwani wa kata hii bado anazo kazi za kufanya tulizompa mwaka elfu mbili na ishirini. Mbunge wa jimbo hili bado anazo kazi nyingi sana tulizompa za kufanya mwaka toka elfu mbili na ishirini mpaka ishirini na tano. Dr. Samia hatuwezi kumgusia kwa sababu hakuna mgombea zaidi ya Dr. Samia suluhu Hassani tunasubiri kumthibitisha ifikapo mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. CCM oye! Nani kama Samia? Niwaombe sasa nidhamu kwa diwani wa kata ya Ngoywa, nidhamu kwa mbunge wa jimbo la Sikonge. Kuna watu wanapitapita wengi na wengine wanapiga vifua mbele, mimi nimepangwa na mwenyekiti wa wilaya, mimi nimepangwa na ana, nimepangwa na mwenyekiti wa mkoa Hayupo kiongozi mwenye akili timamu mwenye kupanga uongozi hali ya kwamba bado ana watu waliowapa kazi ya kufanya. Mimi nataka niwathibitishie yeyote atakayekuja ataka kuwadanganya kwamba mimi ndio diwani hii wa kata hii nimepangwa na mwenyekiti wa CCM wilaya ya muiraya, Sikonge mwambie hivi limekuchwea diwani wa kata ya Ngoywa ni kaka yangu Kwirasa mpaka kipenga kitakapolia. Kipenga kikilia, hata wakija wanachama mia wanataka nafasi, sisi tunawaruhusu, lakini wakaya wakijua kwamba katiba ya Chama Cha Mapinduzi imefanyiwa marekebisho tarehe kumi na nane na kumi na tisa mwezi wa kwanza mwaka ishirini na tano kwamba hata wakigombea wanachama elfu moja vikao vitakaa na kupendekeza majina matatu, sio kwamba hao watatu watakuwa na akili kuzidi wengine isipokuwa vikao vitazingatia sifa na vigezo vya wagombea hao, lakini ni mapendekezo ya kuwapelekea wanachama waweze kuamua nani kati yao ndiye atakayekuwa diwani. Kwa hiyo ninaamini vikao vitatenda haki, na baada ya vikao, naomba wale watakaokuwa wamejitokeza wasinune. Yaani kama unajua utanuna, naomba sana usichukue fomu. Hatuhitaji makundi ndani ya chama chetu hatuhitaji vurugu ndani ya chama chetu, kwamba ulichukua fomu alafu jina lako halijapendekezwa, alafu unaweka nongwa, unaanza kuanzisha chama kingine cha upinzani. Nataka nikuambie, kama vyama hivyo vingekuwa na nguvu, vingekuwa na utaalamu, vingekuwa na maendeleo wanachama wengine wa vyama hivyo wasingeamua kuja kujiunga na chama chetu chenye mpangilio mzuri, kuanzia ngazi ya shina hadi taifa. Chama pekee kinachoweka ilani na kinasimamia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwa maslahi mapana ya taifa letu, ambayo ni ya wananchi nyinyi pamoja na mimi. sisi